Hali gani mtazamaji wa TV, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale alojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TV habari. Nekta yakamilisha maandalizi ya mtihani wa kidato cha nne 2025. Tanzania kunufaika na fedha za miradi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katika habari za kimataifa, maelfu ya watu waandamana kupinga serikali nchini Meksiko, huku mapigano yakisababisha watu mia na ishirini kujeruhiwa. Karibu mtazamaji wa TV na moja kwa moja tuanzie huko. Kwa waziri mkuu Dk Mwigulu Lame Kinchemba amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan anaendelea kuwasisitiza Watanzania waendelee kuliombea taifa ili amani, upendo, ustamilivu na mshikamano viendelee kudumu nchini. Mrisho Mapeyo anaeleza zaidi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa kauli hiyo Jumapili Novemba 16 mwaka 2025, alipowasilisha salamu za Rais Dr. Samia kwa waumini na viongozi wa Kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania KKKT, ushirika wa kisasa mkoa wa Dodoma. Dr. Nchemba amesema kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha amani ya nchi inaendelea kulindwa na kuenziwa kwa sababu pasipokuwa na amani, taifa haliwezi kutekeleza majukumu yake ikiwemo kuendesha ibada na shughuli nyingine za kijamii. Ni dhahiri kwamba pasipo amani, hatuwezi kutekeleza majukumu mengine yeyote yale.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 na sisi tuko pamoja nawe kumwomba Mungu akusaidie kazi yako iwe nyepesi, na Mungu akuongoze. Kumbuka tu, naomba sana jambo hili, swala la maombi kwa iliyokwako kipaumbele wakati unapoanza majukumu yako, ili Mungu akuongoze daima. Viongozi wengine walohudhuria ibada hiyo ni pamoja na naibu spika wa bunge Daniel Silo, mbunge wa Kilolo Rita Kabati, mbunge wa Simanjiro James Ole Milia, mbunge wa viti maalum Dr Pindi Chana, mbunge wa Itigi Yohana Msita na mbunge wa Kalenga Jackson Kiswaga. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazotarajia kunufaika na fedha kiasi cha hadi dola milioni 20 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia mfuko wa kukabiliana na hasara na uharibifu hayo yamesemwa na mshauri wa Rais katika masuala ya mazingira na mwenyekiti wa kundi la majadiliano la Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, AGN, dr Richard Muyungi, alipokutana na Watanzania walioshiriki mkutano wa 30 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, COP 30, unaoendelea katika jiji la Belen nchini Brazil. Dokta Muyungi amesema kuwa katika utekelezaji huo tayari zimetengenezwa fedha kiasi cha dola milioni 250 kwa mwaka ujao kwa ajili ya kufadhili miradi hiyo ambayo Tanzania ni nchi nufaika. Tuna mambo mengine tunayofuatilia ya jumla, lakini tusijikite kwenye mambo ya jumla zaidi, tujikite kwenye mambo ya jumla yenye faida kwa nchi hapa tuna zaidi ya watu elfu hamsini wameshajiandikisha kwenye mkutano huu wale. Leo jana walikuwa natambia huko almost elfu sitini. Mabanda haya tunayaona ni sehemu ya kutengeneza networks. E, najua mwaka jana tumefanya hivyo, tumekuwa na uzoefu. Tutumie fursa ya watu elfu sitini kuwa hapa kujijengea networks zinazoziweza zikatusaidia kama nchi. Tuna negotiations zinaendelea ni kweli tuna timu ya negotiators, waendelee ku negotiate kufuatilia haya mambo, lakini wengi wetu hapa tufuatilie fursa, na ndio maana tuko hapa. Fursa za kibenki, fursa za NGOs, fursa za serikali. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu mazingira, ofisi ya makamu wa rais, Profesa Peter Msofe amesema kuwa ofisi hiyo imejipanga kuhakikisha kila fursa inayotokea inafanyiwa kazi. mimi na kuahidi kabisa kwamba timu ya ofisi ya makamu wa rais tumejipanga umejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba kila fursa ambayo inatokea ina ambayo inatufaa tunaifanyia kazi, lakini pia ndugu zetu wengine ambao mmekuja katika kofia mbalimbali, lengo ni hilo hilo kwamba ukiona fursa ambayo wewe huwezi kuifuatilia, lakini kati yetu tuliotambulishwa anaweza akaifuatilia, tumtonye tu, tu, tunavyosema kule nyumbani kwamba kama umeona ni fursa ya kibenki benki, alafu umeisikia, lakini wewe huwezi kuifanyia kazi, mabenka wako hapa, zungumza nao, wanaweza wakaifuatilia fursa. Naye naibu katibu mkuu wizara ya fedha, Amina Hamis Shabani, ameomba ushirikiano kwa wote wanaokutana na fursa, lengo ni kusukuma mbele maendeleo ya nchi. Na kwa spicha ya leo Mheshimiwa Rais, kama ulivyosema, carbon trade imezungumzwa kwa hiyo na asubuhi leo tulikuwa na mikutano yetu na watu wa carbon trade wale wa Ashka Arusha wale kuzisaka, kwa tunaendelea katika kuzisaka hizo fedha. Kwa hiyo naomba mashirikiano kwa wale wote ambao wanahisi kuna fursa zozote, sisi tupo kwa ajili ya kufanya kazi hiyo, lakini la muhimu mwenyekiti, kama walivyosema ni kwamba tuendelee kuzungumza kuhusu loss and damage fund ambao utekelezaji wake umeanza na umesema tukutane. Nafikiri sisi tuko tayari kukutana kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. Jumla ya watahiniwa 595,816 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kidato cha nne CSEE mwaka 2025, wakiwamo 569,914 wa shule na 25,902 wa kujitegemea. Ellen Manyangu ameandaa taarifa zaidi. Katibu mtendaji wa Baraza la Mtihani wa Taifa necta Profesa Saidi Mohamed amesema hayo leo jijini Dar es Salaam na kueleza kuwa maandalizi ya mtihani huo unaotarajiwa kuanzia Novemba 17 hadi Disemba 5, 2025 yamekamilika, ikiwa ni pamoja na usalama wa vituo, usimamizi wa kitaaluma na mazingira salama kwa wanafunzi wote. Kati ya watainiwa wa shule wa vulana ni laki mbili na sitini na sita na ishirini na nane sawa na asilimia 46.68 huku wasichana wakiwa ni laki tatu na elfu tatu na mia nane themanini na sita sawa na asilimia hamsini na tatu nukta tatu mbili na mtihani utafanyika katika shule elfu tano na mia nane sitini na nane pamoja na vituo mia nane kumi na tatu vya watainiwa wa kujitegemea, na kwamba idadi hiyo inaonyesha ongezeko la watainiwa elfu arobaini na mia tano themanini na tano sawa na asilimia saba nukta sita saba ikilinganishwa na mwaka elfu mbili na ishirini na nne, hatua inayoakisi mwamko wa elimu na upanuzi wa miundombinu ya sekondari nchini. Katika kundi la watahiniwa wa shule 1128 wana mahitaji maalumu na wamesajiliwa, wakiwemo wenye uono hafifu, wasioona, wenye uziwi, wenye ulemavu wa viungo na ulemavu wa akili na kwa upande wa watahiniwa wa kujitegemea 56 wana mahitaji maalumu, na hatua mbalimbali zimechukuliwa kuhakikisha wanapata mazingira rafiki na huduma zinazowawezesha kushiriki kwa usawa katika mtihani huo wa kitaifa. Kuhusu maandalizi, maandalizi yote kwa ajili ya kuendesha mtihani huo yamekamilika, ikiwa ni pamoja na kusambazwa kwa karatasi za mtihani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 kwa kuwa matokeo ya mtihani huo yana mchango mkubwa katika kupanga maendeleo ya rasilimali watu na uchumi wa taifa. Asante sana Helen Manyangu kwa taarifa hiyo. Wananchi wakazi wa eneo la Tabata wilayani Ilala jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kuongeza kasi ya ujenzi wa daraja la Segerea majumba sita, na kueleza kuwa kuchelewa kukamilika kwa ujenzi wa daraja hilo ni kikwazo kwenye shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi, hasa nyakati za mvua. Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari, wananchi hao wakiwemo maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda amesema kukamilika kwa daraja hilo kutapunguza gharama za usafiri na kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii kwenye eneo hilo. Yaani kipindi cha mvua hapa kulikuwa hakupitiki. Na no, wengine hata magari yao yanakuwa yanaondoka. Kwa hiyo unapojengwa ile daraja litakuwa limesaidia kwa sababu hapa ni rahisi njia nyepesi ya kupita kutokea Segerea hata shortcut. So sisi tu hadi magari nini itakuwa rahisi sana changamoto kama hivyo, unavyoona huu mto indi unapojea maji tunazunguka, haina bidi tuna, una mlengere uwaga tunaenda karibu eneo kama la hapo, lakini inabidi tuzunguke, unaona, kutokana na changamoto nufaisha hasa sisi kwa sisi madereva, yaani hata utumiaji wa mafuta unakuwa ni mchache e, na mzunguko unakuwa ni mchache, tunatumia muda mfupi na tunaenda kwa wakati. Kwa upande wake meneja wa TARURA wilaya ya Ilala, mhandisi John Magori na mkandarasi mjenzi wa daraja la segerea majumba sita Wang jiangs wameeleza hatua ambayo ujenzi wa daraja hilo ulipofikia, wakiwahakikishia wananchi kuwa utakamilika kwa wakati. Uh, ujenzi wa daraja hili ambalo lina urefu wa mita 80 uh, tunajenga kwa gharama ya shilingi zaidi ya bilioni 7 na ipo katika package ya, ya tatu ambayo sisi tunaita package 3 ambayo inajengwa sambamba pamoja na barabara hii ya Segerea majumba sita. Ujenzi huu kwa sasa uko katika hatua ya kuweka nguzo ambazo sisi tunaita piles, na ujenzi wa daraja hili utakuwa na piles 54 na kama mnavyoona sasa, hizi tuko kwenye hatua ya kuweka piles ya ishirini na saba. Na tunatarajia kabla ya mvua hizi kuanza, tungependa kuona kama tumeshakamilisha ujenzi wa kusudi tuende kwenye hatua zingine ambazo hata mvua ikianza italeta athari. Na hapa mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo anatoa maelekezo kwa wakandarasi, wasimamizi wa ujenzi kuongeza kasi, na amewatoa shaka wananchi kuwa ujenzi upo kwenye hatua nzuri ya kukamilika kwa wakati. Mpaka sasa asilimia sio mbaya, wanaenda, wanaenda vizuri. Tumewataka kwamba katika kipindi hiki ambacho hatuna mvua waongeze spidi kwa kasi, wafanye kazi hizi usiku na mchana watu hawa kama mnavyoona wanapita kwenye maji, maana yake hitaji la hii barabara ni, ni kubwa sana e, wito wangu kwa wanasegerea wanailala, tuvute subira wakati wa ujenzi huu unaendelea, na kipindi kitokea mvua, tutakuwa daraja na tutatengenezea barabara ya dharura hapa, ambayo itakuwa inapitia kwa, kwa dharura. Hivyo magari makubwa yenye mizigo mikubwa isipite hii barabara, kwa sababu wanaweza pia na wakatuharibia, wakatuharibia daraja la, la, la, la dharura. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo baadhi ya viongozi pamoja na waumini wa dini ya Kikristo wilaya ya Handeni mkoani Tanga wameahidi kuendelea kudumisha amani na utulivu hapa nchini huku akimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake aliyoitoa wakati akifungua Bunge la 13. Taarifa zaidi na Elizabeth Kilonzo kutoka Handeni. Viongozi na waumini hao wameasema hayo wakati wa ibada ya sikukuu ya mavuno iliyofanyika kwenye kanisa la Anglikana lililopo kata ya Vibaoni wilayani hapa, huku afisa tarafa ya Sindeni ambaye ameshiriki harambe hiyo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Ndeni Salumu Nyamwese akisema, tunaomba amani ya nchi yetu iweze kuendelea kama tunavyofahamu kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani. Tumeona amani nchi jirani zikikimbilia hasa kuja Tanzania kwa ajili ya kwamba ni nchi yenye amani, kama hotuba ya Mheshimiwa Rais alivyoitoa kule Dodoma, tunaunga mkono na kusitiza kwamba amani na utulivu ukapate kuendelea. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana hasa kwa siku ya leo. Siku ya leo tumepanga kuwa na harambee kwa ajili ya ujenzi wa kanisa letu, lakini zaidi sana tukishukuru kwa uchaguzi ambao umepita salama na matokeo yote yaliyotokea. Tunaamini kwamba amani itaendelea kudumu katika nchi yetu ili wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Niungane na Watanzania wenye nia njema kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake ya ufunguzi wa bunge aliyoitoa. Hotuba ile si tu ilizungumzia mambo ya kiserikali, lakini ilitoa matumaini, faraja na dira ya taifa letu. Tunaamini katika kile alichokizungumza, taifa letu linaenda ku, kuendelea kuwa lenye umoja, mshikamano na utulivu. Ibada hiyo ya sikukuu ya mavuno imeenda sambamba na harambee kuchangia ujenzi wa kanisa hilo, na hapa baadhi ya waumini wanaeleza ujenzi huo, huku wakiiomba serikali pamoja na wadau iwaunge mkono kwenye ujenzi wa kanisa hilo. Mkakati wetu ni kuendelea kuchangia kazi hii mpaka jengo litakapokamilika. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba zipatikane shilingi milioni 48 laki tatu na elfu ishirini na tatu ili tukamilishe kazi iliyopo mbele yetu ya kupaua na kuwezeka sehemu ya jengo ambayo bado. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, mama yetu mpenda maendeleo, mpenda amani, aweze kutusikia na kutuona kwamba ikiwezekana, atie mkono wake ili na sisi tuweze kumaliza hii kazi ya Mungu ambayo ni baraka kwa kila mtu hapa ulimwenguni. Asante sana Elizabeth kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Lushoto Zefania Sumaya ameweka marufuku uvunaji na usafirishaji holela wa mazao ya misitu ikiwamo ukuni, mkaa na mbao akisisitiza kuwa biashara hiyo ni lazima ifanyike kwa vibali halali ili kulinda rasilimali na kuhakikisha mapato sahihi katika uchumi wa wilaya. Tuungane na Ellen Manyangu kwa taarifa zaidi. Ametoa msisitizo huo katika kikao kilichowakutanisha maafisa maliasili, maafisa misitu na wafanyabiashara wa mazao ya misitu na kubainisha kuwa udhibiti thabiti utachochea biashara endelevu na ongezeko la mapato ya serikali. Unapata taarifa za TP kila siku. Inatamani hizi taarifa, wala msishie na mimi tu. Mshie na maafisa mapato pamoja na afisa msingi, ili uweze kujua hivi kweli haya magari yamelipa eh? Wamelipa au wanatorosha? Kuna saa tutafika itakuwa mikubwa, tunasema sasa, hebu tufune tuvune, lakini sasa hivi sisi tuko chini kwamba inakaribia kuisha. Muda, wapuza, wapuza, wapuza. Katika mazungumzo hayo mhifadhi mkuu wa hifadhi ya mazingira asilia ya Magamba Kristoganusi Vyokuta amesema ufuataji wa taratibu za umiliki wa vibali ni msingi wa biashara salama na unaolinda misitu, jambo linalowezesha uwekezaji wa muda mrefu katika sekta ya mazao ya misitu, kuongeza kuwa utaratibu sahihi na uvunaji ni muhimu kupunguza uharibifu wa mazingira na kuongeza thamani ya bidhaa zitokanazo na misitu. Lengo kuu la vibali vya kupata vibali kwenye mti wako ni kuhalalisha walali wa ule mti tunaposafirisha. Sisi viongozi ni wachache, lakini tunawategemea nyinyi pia kusaidia wale wanaenda kinyume na taratibu. Simamie sheria, tulinde mazingira yetu. Nao wafanyabiashara wa mazao ya misitu akiwemo Maiko Kusaga wamesema wako tayari kushirikiana na serikali kufuata taratibu zilizowekwa, wakibainisha kuwa mazingira rafiki ya biashara yatasaidia kuongeza uzalishaji, kukuza ajira na kuimarisha mnyororo wa thamani katika sekta hiyo muhimu ya kiuchumi. Elimu tuliyoipata leo imetufundisha kuona kwamba eh, kuona umuhimu kwanza wa uhifadhi wa misitu, lakini lingine kuona umuhimu wa kufuata taratibu ili tuwe na misitu endelevu, lakini pia kwa faida ya kizazi kijacho, ambao tunafanya hii biashara tuwe na vibali ili hata serikali yetu ikisema kuzuia kuhusu mkaa, wanajua kwamba mtu fulani na fulani ndio mwenye kibali cha mkaa. Asante sana, Elen Manyangu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, mi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Maelfu ya watu waandamana kupinga serikali nchini Mexico, huku mapigano yakisababisha watu mia na ishirini kujeruhiwa.